Emily Kanin Rodha, mwanamke mwenye umri wa miaka 43 amekamatwa nchini India baada ya kupatikana na shehena kilo moja nukta saba za madawa ya kulevya aina ya cocaine inayokadiriwa kuwa na thamani ya fedha za Kikenya milioni mia tatu katika uwanja wa ndege wa Mumbai. Birodha alikuwa ametoka Nairobi kupitia Doha kabla ya kukamatwa katika uwanja wa ndege wa Mumbai na maafisa wa uchunguzi kutoka idara ya forodha ambao walikuwa wakitekeleza upelelezi maalum. Alikamatwa katika kituo cha wapokeaji abiria na baada ya ukaguzi wa mizigo yake, vifurushi vinne vilivyokuwa na dutu ya poda vilikamatwa. Baada ya kupimwa kwa kutumia kifaa maalum, ilithibitishwa kuwa bidhaa hiyo ni dawa za kulevya, inasema sehemu ya taarifa inayoripoti tukio hilo nchini India. Kulingana na maafisa wa uchunguzi, jumla ya uzito wa bidhaa hiyo haramu ulikuwa gramu elfu moja, 1783 na inakadiriwa kuwa na thamani kati ya fedha za Kikenya milioni 225 na milioni 300 kulingana na ubora wake. Rodha amewekwa chini ya ulinzi na idara ya kupambana na dawa za kulevya ya India akisubiri kupelekwa mahakamani. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.